futa na maziwa lakini kwa sasa imekuwa tofauti kwa anakula vyakula vya kawaida. Kitendo kilichomtoa machozi mama yake mzazi. Mama mzazi wa Shukuru bi, mwana bibi Mtenga amemwaga machozi mbele ya wanahabari kutokana na kueleza mazila yaliyompitia ya mwanaye kutokana na madhara maradhi yasiyojulikana yaliyokuwa yakimsumbua. Mwandishi wetu Tema Luge Kasuga anasimulia zaidi. Sasa hivi nikifika hapa Muhimbili, nimepata tiba nzuri, nashukuru sana, wametupokea vizuri, saa hizi naendelea vizuri. Ni juma moja sasa tangu mtoto Shukuru apokelewe na Hospitali ya Taifa Muhimbili kutoka mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru. Mtoto huyu kwa miaka kumi na sita ameweza kula mafuta ya kula pamoja na sukari pamoja na maziwa, lakini hatimaye hospitali taifa Muhimbili imeweza kumpatia vipimo na leo Dr Stella anaweka hadharani mbele ya waandishi wa habari kuhusiana na ugonjwa uliokuwa unaitwa usiojulikana kwa mtoto Shukuru. Tatizo tuliogundua mpaka sasa ni kwamba ana tatizo ana ugonjwa wa sikose na ana upungufu wa madini ya chuma. Tumeshamwanzishia dawa za foli, folic acid, na atazitumia maisha yake yote. Tumeshamwanzishia madini hizo uh, vidonge kwa ajili ya kuongeza madini ya chuma. Nimeshaongea na mama yake, nimemkansel kuhusu ugonjwa, nimemwelezea kuhusu ugonjwa, jinsi gani ya ale na kwa sasa hivi, bahati nzuri wadini ameshaanza kula vyakula vingine anakunywa uji, anakula vyakula vya kawaida bali tena ile sukari na, na, ma, na mafuta kama alivyokuwa anafanya. Mwanabibi ndio jina halisi la mama yake na Shukuru, ambaye bado anaendelea kuisimulia historia ya miaka kumi na sita ya mwanaye kula sukari, mafuta ya kula na maziwa. Lakini hii yote inatokana tu na kushauliwa na mganga wa kienyeji kutoka nchini Msumbiji na ambapo leo kwa hisia kali ya kidondosha machozi anasimulia tena Sukari, Shukuru, kuingia saa sita inachukua sukari kama hii, jioni inachukua sukari kama hii, ana ushukuru na mafuta. Ingeonyesha baada ya kutokea swala kama hili, alikuwa mwanangu analalamika akikosa nyama za ndani, utasikia kipindi zinakata, ndio ulivyokuwa umeona kwenye vyombo mtoto analamika kwa sababu ilikuwa zinakata, mtu kiokio jirani hivi unasikia nyama zinakata, cha cha, cha cha. Kwa muda huo akisema mama kinanuma kichwa, angalieni! Ni jicho upande mwingine lina vimba, hii kichwa kina vimba upande huu, alafu linatoka jicho linatoka damu, yaani damu tazani. Nikasema hii damu inatoka kwa binadamu, linaziba jicho lile, napoziba basi nashika lile damu lile na litoa mwanangu. Anasema mama. Saizi, kama kuna kitu kinaanguka mgongoni huko, kumbe damu, anaanza kutapika kama vya mguzi, natoka ni damu, nimeelea tu, nalichemua na nalitoa yote, nimeona mwanangu, ndipo ilipokuwa nalia. Shukuru alizaliwa tarehe mbili ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na moja na, na siku nane baadaye, ambapo ni tarehe kumi ya mwezi wa nne alipata ugonjwa huu. Na shukuru ni kati ya watoto watano wa familia yake, lakini hospitali ya taifa ya Muhimbili imetoa nafasi kwa watoto wengine wanne waliosalia kuja katika hospitali hii kuweza kupatiwa vipimo, na endapo watagundulika na ugonjwa kama kaka yao watapatiwa matibabu kutoka katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam. Temaruge Kasuga, Azam News.